Ni maadhimisho ya kumbukumbu kumbu ya miaka 80 tangu kumalizika kwa Vita ya Pili ya Dunia mwaka 1945 ambayo yamefanyika leo tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu katika ukumbi wa Chimwaga ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, lengo ikiwa ni kuwakumbusha vijana na jamii kwa ujumla kuhusu kutambua mchango wa Urusi katika ukombozi wa Afrika, umuhimu wa kuenzi historia, utulivu na kudumisha amani katika taifa la Tanzania. Warusi wamekufa zaidi ya watu milioni 27 Hawezi kusahau ni kitu ambacho huwezi kusahau. Kwa hiyo kila mwaka tunaadhimisha, lakini kwa mwaka huu kwa kipekee zaidi, kwa sababu ni miaka 80, kama, kama, kama jubilee. Kwa hiyo lazima tuadhimishe kwa kipekee. Kwa hiyo tukaona e, tutembelee vyuo vikuu na hiki ni mojawapo tu ya vyuo ambavyo tumetembelea. Urusi ina inafundisha lugha ya Kiswahili sasa hivi kule nchini Urusi. Kuna vyuo zaidi ya vinne vinatoa digrii ya Kiswahili lakini pia katika shule za sekondari wameanza kufundisha lugha ya Kiswahili. Hii tu ni kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili inakuwa na inaenea duniani kote. Babu yangu amefariki dunia huko, amealipigania wale nazi, alikuwa na miaka thelathini na miwili tu. Wakati ule maisha ya dunia hayajapangiliwa vizuri kwa njia ile tunavyoitaka. nakubali Nakubali, ndiyo na nini. Bado ni vijana, naweza kubadilishi kubadilisha chochote katika ulimwengu. Kwetu sisi UDOM ni tukio muhimu, pia kuweza kuhost hii event kwa siku ya leo ambayo inatukumbusha mengi, pia kwa vijana wetu, lakini kwa viongozi wetu, vijana wetu kwa sababu vijana ndio viongozi wetu wa kesho, na tunategemea kwamba tutaona umuhimu kwa kuwa na amani, umuhimu wa kuishi kwa maelewano na kwa namna yote ile, kwamba ni namna namna gani watakuwa tu, tuenzi uh, utulivu na kuenzi amani katika nchi na majirani, kwa sababu vita vyovyote sio nzuri. Ni muhimu sana kwa Watanzania kwa ujumla kuwa wanajielimisha hasa kuhusu historia kama hii, kwa sababu ni kwa kuangalia historia ndio tunaweza tukakumbuka tukaweka tahadhari ya tusiingie kwenye makosa yale yale ambayo yameshafanyika nyuma. Ingawa wakati mwingine najua kwamba vita ni kitu ambacho e, ni vigumu kuepuka, na hasa tukitumia mfano wetu wa Uganda na Tanzania, ni kwamba Tanzania iliweka jitihada kubwa sana kuepuka kuingia katika vita, kujaribu kushawishi mazungumzo ndani ya Umoja wa nchi huru za Afrika, lakini ikashindikana. Ndio maana tukaingia tuka kwenye vita tumeweza kujua kwamba kuna baadhi ya Watanzania ambao walishiriki kwenye vita vya pili vya dunia zaidi ya Watanzania laki moja na kuendelea. Maadhimisho haya yamefanyika kwa ushirikiano kati ya Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM na kituo cha sayansi na utamaduni wa Urusi nchini Tanzania. Tuienzi historia kwa manufaa ya kizazi cha leo na baadaye. Langu jina ni Robert Mauya kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma.